Maeneo niko fiti, naweza pata wapi nyumba za kulala? Au unatafuta lodging? Naona hako kabarabara venye kamepanda, hmm. Hapo haka kabarabara haka. Upande hapo kidogo hapo. Okay. Kuna manyumba utakuta hapo, oh, na hey, hey, inakuwa mia mbili. Naweza pata wapi kondom kondomu wewe? Si wewe uende uulize huko. Alafu wewe, mbona naona kama nakujua my friend. Ati unanijua wewe? Si si ni wewe ulikuwa umenihubiria siku ingine pale tao, unajua, na uzaga hapo soko na nikakupatia sadaka. Umeshaniona town, ati unaulisema kama hai. Nadhani nimejificha kumbe unanijua <laughs> Kwa hivyo unasema unalijua? Kama nakujua, siwe ni pasta unalijua? Na unaona una ubiringi uko tao. Kama sadaka ni ngapi? Umekula zangu yani, siku hizi munaleta wasana kanisa, hadi unaleta ulozi. Utakufa, utakufa vibaya wewe, nakuhurumia.